Asante. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho. Na tunacheza zidi ya KMC wako wa mwisho kwenye msimamo, lakini tutakavyoenda kucheza ni kama tunaenda kucheza na mtu ambaye yupo wa kwanza kwenye msimamo. Kwa tuna tofauti jinsi tuna <coughs> tunapo tunapocheza na mtu ambaye anaongoza ligi na mtu ambaye yupo wa mwisho kwenye msimamo. Hakuna tofauti yoyote. Kwa sisi tunaenda kucheza kwenda kupata pointi tatu. Maswali kwa mchezaji. Swali mchezaji mwalimu akikwamini katika mechi ya kesho ambayo pengine si stori sana kwa wananchi kupata matokeo mbele ya KMC, kipi cha tofauti ki, ukitegemea kutoka kwako binafsi, lakini pia laki kwa wachezaji wenzako mara baada ya kutoka kwenye breki hii? Jukumu langu mimi ni kuisaidia timu kuweza kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Swali la pili kwa mchezaji, karibu uni mashabiki wa Yanga wapo kila sehemu na wanatamani kupata burudani kila siku. Kesho na wenzako mmejiandaa vipi kuwaburudisha wananchi katika uwanja wa KMC? Kwanza sapoti yao ni muhimu kwetu, waje kuisapoti timu yao na sisi kama wachezaji tupo tayari kuhakikisha wanapata furaha katika mchezo wa kesho. Nikushukuru sana Edmund John, wakutakia kila la heri kwa mchezo wa kesho.